Finland imeorodheshwa kwa nchi yenye furaha zaidi duniani kwa mwaka wa nane mfululizo katika ripoti ya mwaka huu ya furaha ya dunia iliyofadhiliwa Iliofadh, na Umoja wa Mataifa. Watafiti wanasema uwezo wao wa kufikia mazingira ya kuvutia ya nje kama vile bahari, milima na mfumo dhabiti wa kusaidia wasiojiweza ni miongoni mwa sababu kuu uh, za kufanya taifa hilo kuwa la kwanza. Nchi nyingine zenye safu tano zile bora ni Denmark, Iceland, Sweden na Uholanzi. Taifa la Kenya limeshikilia nafasi ya 115, likifuatiwa na Uganda nafasi ya 116, Somalia 122. Hata hivyo Tanzania imeibuka nafasi ya 136 dhidi ya mataifa 147 yaliyowekwa katika orodha hiyo. Taifa lako liko nafasi ya ngapi? Bila shaka Tanzania kuna milima na bahari. Wakati mwingine tutakuwa nafasi ya kwanza pale. Au sio? Nafika mwisho kabisa matangazo, <laughs> na na haya ambayo yamesimamiwa vyema kabisa na Hamida Abubakari, asubuhi subuhi kunaamka na BBC ya hapa hapa, uh, BBC. Kwa niaba wote, mimi ni Nkya, David Nkya. Uwe na amani bana, leo ni siku ya furaha.